Ndio maana mimi nafanya kazi ya watendaji wa kawaida wa TBS. Ndio maana mimi nafanya kazi ya maofisa wa kawaida wa TBS. Sifanyi kazi ya DG, nafanya kazi ya kupeleleza kuingia mtaani kutafuta habari. Viwanda vya nguo haviwezi kuzalisha 63% au 70% kwa sababu kuna nguo substandard zinaingia hapa. Ndio maana nataka makonteina yote yakaguliwe. Mengine yameshakaguliwa, nataka yakaguliwe tena, kwa sababu najua mimi siangalii bandarini, naangalia viwanda vyangu. Utajua namna gani kwamba oili au lubricant ambazo hazina viwango zimeingia mjini utakapoona mao, mauzo ya oili yako hayaendi. Kuna watu wana viwanda vya, kut, vya kuchanganya lubricant hapa. Ndio maana injini zenu zina noki kila siku. Kwa hiyo mimi napokwenda bandarini msiseme anafanya kazi ya wakaguzi ma inspector. By the way, sina la kupoteza kazi yangu ya kwanza mimi ilikuwa ni kukagua. Ndio, ndio, ilikuwa kazi yangu. Mwaka 1984 nilikuwa navaa kaki na shinda nafanya sampling, nafanya analysis laboratory, that's how I started. Majuzi nilikuwa nawaambia wafanya kazi, msiwe na haraka ya kupandishwa vyeo, mtapanda tu. Nani angejua mtu alikuwa anavaa kaki anafungua valve leo angekuwa waziri. Kwa hiyo tunapokwenda kukagua, kwanza mimi ndivyo nilivyoelekezwa na tajiri yangu alienipa kazi, tunataka mtu ulete bidhaa yako utuhakikishie, kwa sababu atuzalishi nguo vizuri, kwa sababu kuna nguo ama azilipi kodi ama ni substandard. Na watu wananiandika kwenye mitandao, ukitaka kuniandika mimi ujue upeo wangu, unazungumza na sample, mtaalamu wa kufanya sampling, unazungumza na mtu wa maabara anayejua kuanalyze. Kwa hiyo najua wewe usiwe mtaalamu wa kuandika, kwa sababu utapambana na mimi. Unajua ninavyojua mimi. <laughs> Unajua, watu wengine wadhani kwamba ukiwa mbunge umepata kura unapewa uwaziri. Hakuna, kuna mambo wanaangalia hiyo. <laughs> <laughs> Mniache mimi, najua makonteina nitakavyoyakagua, lakini sababu kubwa nataka kuhakikisha waraji wanapata bidhaa yenye ubora lakini nisiwafiche, nataka kulinda viwanda vyangu. Sasa anayetaka nisilinde viwanda anyoshe mkono. Sasa kusudi nisiondoke, na kazi hii naipenda. Mtu anaweza kudanganya hii kazi naipenda. Wewe bwana, hii kazi naipenda. Sasa kusudi, kusudi nisiondoke, lazima viwanda vilindwe. Lakini mlinzi wa viwanda hivi sio kwenda bandarini, ni wewe Mtanzania ununue bidhaa ya Tanzania. Kuna kuna mtiririko kwamba viwanda vimesambaa, kama alivyosema Harufani, viko viwanda vijijini katika mikoa yetu ya Tanzania. Dar es Salaam inaongoza katika viwanda vile, na viwanda 7444 yani. Sasa habari ambayo inaleta ubishi, na mmojawapo wahusika wa, wa hii taarifa ni CTI na profesa Wangwe, mkoa wa Mara ni namba 2 3549 Viwanda vinavyohesabiwa vya mkoa wa Mara, kwa sababu niko kazini siwezi kuvifafanua, huwezi kuleta utani kazini. Mara ni ya pili, Ruvuma 3477, Morogoro 3377 na Mbeya 2864. Bwana Rutaki Amiru wa Kagera aimo Oyo. kwa hiyo kwa hiyo maana yake nini? habari njema ni kwamba kuna vi, viwanda mjini, kuna viwanda vijijini. Business graduation ni kwamba viwanda vya vijijini viweze kugraduate. Viwanda vimesambaa.